Hi, naitwa Emmanuel. Nimekuwa na wagonjwa wengi wakiwa na changamoto hizi za macho. Conjunctivitis. Conjunctivitis ni ugonjwa unaweza kusababishwa na uh, virusi lakini pia unaweza kusababishwa na bakteria, lakini pia na allergies za hapa na pale. Unakuta mtu anakuwa na macho yanakuwa mekundu kabisa. Lakini pia unaweza kukuta na uwasho anasikia kabisa kama kuna mchango unampitia usoni. Lakini pia kuna vitu vinamtokea anahisi yani, hata kukimbia kwa sababu ya ile hali anayosikia usoni. Lakini kuna discharge zinazotokea uh, kwenye uh, asubuhi, hata wakati wa uh, jioni, anaona kabisa macho hata kufumbua yanakuwa changamoto kwa sababu ya those kind of reactions zinazotokea kwa sababu ya sasa, uh, uh, conjunctivitis. Conjunctivitis, conjunctivitis kuna namna ya kuzitibu katika ile uhalisia wa kuisha kabisa. Tutafute kwa wewe, ambao una changamoto hizi, usisite kututafuta kwa namba ambazo tutaziweka hapo chini, na niwatakia wakati mzuri na dodokta